Bwana kwa mara nyingine tena tunakuletea hii hapa e, story ilikuwa kuhu uifahamu eh, kuhusiana na mtu fulani maarufu sana, ambao watu wengi mnamfahamu mwambo eh, mwamba huyu hapa, mwana mziki mkubwa na mashuhuri kabisa, anayefanya vizuri au alishakufanya vizuri na mpaka sasa kwenye peak. Ukizungumza kwenye peak eh, kwenye peak inazungumzia eh, kwamba ni mtu ambaye alishakuta kukamata ulimwengu na mpaka sasa hivi amekukamata kwa tasnia nzima ya ya ya, ya, ya, mziki au wa hip hop ya mziki wa hip hop kufoka foka, ulifanya vizuri sana, kuna mziki unafanya vizuri sana kama zamani. Nazungumza mambo ambayo yalitokea miaka hiyo e, Jay-Z Jiga, Jay-Z Jiga bana, ni vitu gani kasha kufanya kwenye limonguu ambao ulikuwa uvijui au uvifahamu e, naona uvijua uvifahamu au niseme uvielewi. Aabana, hu jamaa ni es Salaam, Tanzania, lakini alikuja kimya kimya sana kiasi kwamba watu wengi akupenda ujio wake. Uwe wazi sana lakini alikuja kwenye ishu ya maji, alikuwa balozi masuala fulani ya maji eh, dili moja, moja eh, na alikuwa na hiyo eh, eh, eh, moja mataifa, kama unakumbuka ile dili ambayo ilifanya kidogo ingie kwenye mgogoro na Nasir Escobar, lakini alikuja na mkewe Beyonce, akaenda pale Mwananyamala wakazindua bomba la maji nakumbuka, na akafanya uzinduzi eh, akamtwisha mama mmoja maji, eh, eh akamkisha bomba la akamshia maji kichwani alafu akaka kama mizindua e, ule ule ule mradi unaona, kiwa na waifu wake huyo Beyonce. Sasa hapo alikuja kimya kimya, lakini watu wakamwomba pige show moja, ilikuwa kama mambo sawa, akaenda pale ukumbi wa e, Diamond Jubilee akapiga show moja moja kali sana. Sasa namba tisa, e, alifanya vurugwe. Namba tisa, alishia kukamatwa na kutupwa ndani. E, hizo vurugu zilikuwa kubwa sana. Katika hizo vurugu alichofanya huyo bwana e, alimchoma mtu kisu, alikotoa Lance Rivera, alimchoma mtu kisu cha tumbo kumjeruhi vibaya sana, katiwa nguvuni. Ilikuwa tukio la ajabu sana Jay-Z alilifanya kipindi hicho. E, sasa akalifanya ile tukio, katiwa ndani kwenye milango ile ya jela, unaona. Namba tisa, namba nane, hujamaa e, kutokana kutoka biashara ya madawa ya kulevya Huyu jamaa alichofanya eh, Jeezi amesha kupiga risasi mara tatu lakini zote alipona. Eh, mambo ya ajabu sana. Jeezi jiga kashapiga risasi mara tatu kutokana na utukutu. Jamaa ni mtukutu sana, alikuwa ni mtukutu sana mluga lugha. Unajua ma hip hop marapa ato marapa kidogo maisha yao yanakuwa kidogo yana utukutu fulani hivi, ambao ni mkubwa sana. Wanamuziki wa hip hop walikuwa ndio ambao sio adilifu, wanataja kwamba ni wanamuziki ambao walikuwa na matukio sana ya kutisha yasiofaa la jamii kwa kuzungumzia mwana hip hop kuzungumzia mtu mgumu kidogo. Namba saba mpaka Jay Z anataja kuwa bado anaendelea kuvuta bangi na kutumia cocaine. Anatajwa anafanya shughuli bwana, unajua anakula bwana, anakula bangi na cocaine. Sasa sijajua hajapenda ile iwe wazi sana, lakini watu wanaomfahamu wanasema jiga anavuta hiyo kitu sana tu mpaka sasa hivi hajaacha. Unaona? Hiyo namba saba. Namba sita, eh huyu jamaa anatajwa kwa maana baada ya kuacha chuo ameshakuisha na biashara ya madawa ya kulevya hadi alipoingia kwenye muziki. Jamaa alikuwa anauza unga, unajua, alikuwa anauza unga kule Marekani. Hiyo namba sita hiyo. Jamaa anauza unga na akataja kwamba ni moja ya biashara iliyokuwa inampa pesa sana kipindi hicho akiwa mtukutu. Huyu jamaa huyu, unaona, mambo ya ovyo kabisa. Namba tano, jamaa, eh, licha kufanikiwa katika, eh, namba tano, licha kufanikiwa kufika chuo kikuu cha Trenton Central, pale, e, New Jersey, chuo kikuu cha Jay-Z hakumaliza masomo yake utana utukutu wake akaacha chuo. Jamaa aliacha chuo unajua hukomaki eh, hivyo akaacha eh, chuo akaenda tota maisha yake mengine nje ya elimu unazungumzia eh, eh, chuo. Chuo ni kitu muhimu sana, watu wanapenda sana kusoma, lakini jamaa ichokifanya eh, eh, ikawa kuna kidogo kuna changamoto fulani ya utukutu wake mwenyewe, jamaa aliacha chuo. Naona namba Jiga Jay-Z alisoma shule moja na George Westinghouse mara na marapo wengine wakubwa kama Notorious B.I.G na Busta Rhymes. Hao alisoma nao pamoja. Unaona kipindi hicho ajitafuta ikiwa chuo akasoma nao. Unaona? Sasa huyu jamaa akasoma nao e, katika chuo kimoja, shule moja inaitwa George Westinghouse kule Marekani. Sasa huyu jamaa Namba tatu, akiwa na umri wa miaka kumi na mbili alimpiga risasi ya bega ya kaka yake mkubwa kwa madai ya kwamba alimuibia mkufu wake. Jamaa alikuwa anachukua mikufu yake na ificha, sasa pale ambako alikuwa anaficha kaka yake huyu alikuwa ameona, kwa hiyo akaenda kuchukua eh, akiwa mdogo sana miaka kumi na mbili tu. E, akawa na bastola tayari, mdogo miaka kumi na mbili. Ni wa moto kishenzi, anauza unga nini, mshenzi kabisa, lakini alikuwa na bastola pia, akiwa na umri mdogo sana miaka kumi na mbili. Akamkuta kaka yake kavaa cheni ambayo yeye alipoteza, alikuwa anitafuta muda mrefu kwamba bwana mbao chuo yangu e, e. Sasa ukiangalia alivyofanya hivyo, akampiga resi ya bega kaka yake tumbo moja, ah. E, kazi kweli kweli dogo afai sasa Yo, namba mbili, namba tatu, namba, namba, namba mbili katika familia yao. Wamezaliwa wanne na walelewa na mama yao Gloria Kara, baada ya baba yao kuitekeza familia yao, familia wakiwa wadogo yani, huyu hapa kwa walikuwa wanne tu waliozaliwa kwa mama yao Gloria Kara, e, baada ya baba yao kuitekeza familia yao, unajua maisha safari Marekani kutafuta maisha mengine, akawaacha wanne hapa akawacha wanne sasa. Majina ndio siwakumbuki vizuri mimi, nitafuatilia ndugu zake kujua nani na nani wako wapi na anafanya nini. Lakini jamaa akachapa raba, akaona tafute maisha mengine, unaona, akawaacha watoto wake wadogo sana. Kwa hiyo watu wakapambana na mama yao, dingi akachapa raba, akaenda kula maisha, unaona. Nambari moja alizaliwa na kukulia uswazi kwenye mtaa wa watu weusi uitoe Masi Bedford, nje kidogo ya Brooklyn, jijini New York. Huyo ndo Jay-Z Jiga, Jay-Z Jiga. E, ndio maisha na mitindo aliyokulia. Kwa hiyo eh ndio JZ huyu e, ndio e, alichokifanya e, au ndio historia ya maisha yake inavyomzungumza JZ Jiga. Ana vitu vingi. Wengine wanasema mama yake kwamba alikuwa na ndoa ya jinsia moja na baadaye akaoa. Inavyosemekana e, mama yake alikwenda kuoa. Sasa sina hakika sana na hilo. Nilifanyia research bado. Kwa hiyo ndio hivyo. Tuzungumze tu Uwe tujue hayo, lakini kuhusu mama ake, wengine wanasema bwana, mama ake mbona alioa? Bwana alikuwa anasapoti ndoa za jinsi ya moja. So najua Jay Z Jingi ni mtu wa ajabu kidogo, naona eh bwana. Tukutana wakati mwingine, majina yangu Silas Faustin Nditi.